Kijana ambaye tumempa jina la bandia la Zuberi, kutokana na matakwa yake, alikuja ofisini kwetu Kijitonyama, kutueleza mkasa uliomkuta. Kwa maelezo yake mwenyewe, Zuberi anaeleza kuwa, anasema: nimetoka kwenye familia yenye kipato cha chini, na mwaka 2020 nilimaliza shule kidato cha sita kwenye shule moja maarufu hapa jijini Dar es Salaam. Nilifanya vizuri mtihani wa kidato cha sita, lakini sikubahatika kuchaguliwa kwenda chuo kikuu. Zuberi anaendelea kueleza, bahati mbaya sikufanikiwa kupata ajira, hivyo nilibaki nyumbani nikifanya shughuli mbalimbali za biashara. Biashara ya biskuti na peremende. Biashara ya kwanza ambayo Zuberi alifanya ni ya kuuza biskuti na peremende kwenye bara, kwenye barabara kubwa za jijini Dar es Salaam. Anaeleza yeye mwenyewe Zuberi kama ifuatavyo: nilikuwa nauza biskuti na peremende kwenye barabara ya Ali Hassan Mwinyi karibu na daraja la Sarenda. Mwanzoni kipato changu hakikuwa kikubwa. Siku zilivyozidi kwenda, nilikuwa na fedha iliyotosha kujikimu au kujikimu maisha yangu. Zuberi anaendelea kueleza kilichomkuta hadi kuacha biashara ya biskuti na peremende. Anatueleza. Siku moja majira ya saa kumi jioni, nikiwa eneo la karibu na ubalozi wa Japani barabara ya Ali Hassan Mwinyi, tulivamiwa na askari wa jiji la Dar es Salaam na kuchukua bidhaa zetu. Kwa kuhofia kukamatwa, mimi na wenzangu tulikimbia na kuacha bidhaa zetu, anaendelea kusimulia Zuberi Askari wa siti walichukua bidhaa zetu wakaondoka nazo, hivyo mtaji wa biashara yangu ndio ulikuwa umepotea. Hivyo Zuberi alijikuta hana biashara wala kibarua, hali ambayo ilisababisha maisha yake kuwa magumu sana, kwa kuwa bado alikuwa anakaa na wazazi wake ambao bahati nzuri walimiliki nyumba ya vyumba sita Wazazi wake waliweza kumudu kumpa Zuberi angalau malazi na vyakula. Sasa Zuberi anazidi kutueleza mkasa wake, anasema: pamoja na kuwa nilikuwa napata chakula nyumbani, mimi kama kijana wa kiume mwenye umri wa miaka ishirini nilikuwa nahitaji fedha kwa ajili ya matumizi yangu binafsi. Zuberi anakutana na kijana anayeitwa Bosi. Zuberi anatueleza, siku moja, wakati nikiwa pale kwenye kijiwe cha bodaboda nilimkuta kijana mmoja mwenye umri kama wangu aliyekuwa amevaa nguo za thamani kubwa. Anaendelea kusimulia Zuberi. Yule kijana ambaye jina lake la utani alikuwa anaitwa Bosi alikuwa anaongea kwa majivuno sana kwa kuwa alikuwa na fedha nyingi. Wakati nikiwa namsikiliza anavyojidai anavyojidai kimaisha, anaeleza Zuberi, ilisimama gari ndogo ambayo ilikuwa inapiga mziki kwa sauti kubwa, na mara moja kijana huyo Bosi aliingia kwenye hiyo gari na kuondoka zake. Hmm. Zuberi anasimulia: sikupenda majivuno ya yule kijana bosi, lakini nilivutiwa na uwezo wake wa kifedha. Nilianza kujiuliza kazi gani anafanya huyo bosi ambayo inampatia fedha nyingi. Zuberi alitaka kufahamu undani wa maisha ya bosi kwa kuwauliza vijana bodaboda, lakini hakupata ushirikiano kutoka kwao. Alipowauliza vijana wa bodaboda jinsi anavyoweza kumpata kijana huyo bosi, aliambiwa kuwa amtafute girlfriend wake, yani girlfriend wa bosi anayeitwa Janet. Mazungumzo ya Zuberi na Janet. Zuberi anaendelea kueleza na mfahamu Janeti ambaye nilisoma naye shule moja ya sekondari hapa jijini Dar es Salaam. Siku za hivi karibuni, amebadilika sana. Janeti amekuwa na fedha nyingi ambazo alikuwa anapewa na mpenzi wake ambaye anajulikana kama bosi. Siku iliyofuata, niliamua kumpigia simu Janeti. Niliongea naye kwa muda mfupi kwenye simu na tulikubaliana tukutane Jumamosi kwenye hoteli moja maarufu jijini Dar es Salaam. Mazungumzo ya Zuberi na Janeti. Kijana Zuberi anazidi kutueleza: siku ya Jumamosi nilikutana na Janeti kwenye hoteli tuliyokubaliana, na tuliongea mambo mengi kuhusu maisha Nilimpa hongera kwa kuwa na boyfriend ambaye ni huyo bosi, na akajibu asante huku akicheka. Zuberi anaendelea kusimulia, nilimwambia Janeti nataka kuwa na mazungumzo na bosi, lakini sijamzoea, hivyo niliomba msaada wake wa kuniunganisha na bosi. Anaendelea kueleza Zuberi, Janeti hakutegemea kama ningemuuliza lile swali, hivyo alitaka kufahamu sababu ya mimi kutaka kuongea na boyfriend wake, yaani bosi. Zuberi anaendelea kueleza, na mimi sikutarajia lile swali aliloniuliza Janeti kwa kuwa tunafahamiana vizuri na Janeti nilidhani angesema tu sawa. Niliwaza kidogo sababu ya kumweleza Janeti ya kutaka kumwona bosi. Niliamua kuwa mkweli na kusema nilikuwa natafuta kazi ya kuajiriwa. Nilimwambia nadhani bosi anaweza kunipa kazi ili na mimi niishi maisha mazuri. Zuberi anaendelea kutueleza, Janet alisema kwa jinsi anavyomfahamu bosi isingekuwa rahisi kumpa mtu kazi ambaye hajamzoea. Aliendelea kusema kuwa bosi ni msiri sana, hivyo asingependa kumpa mtu kazi halafu aseme siri zake. Zuberi anaendelea kueleza, baada ya ukimya wa muda mfupi, Janeti alisema atajaribu kumweleza bosi, lakini nisiwe na matumaini sana ya kupata kazi. Alisema atampa bosi namba yangu ya simu na kama kuna jambo lolote, atanipigia simu yeye mwenyewe bosi. Zuberi alimaliza kwa kusema niliagana na Janeti na nilimsihi sana anisaidie kwa kumshawishi bosi ili anipatie kazi. Simulizi yetu ya mambo yaliyomkuta Zuberi, kijana aliyetaka utajiri haraka haraka, yataendelea Jumapili ijayo. Kama una maoni kuhusu jinsi ya kuboresha simulizi zetu, tufahamishe kupitia video hii au tuandikie kupitia WhatsApp namba inayoonekana mwisho wa video. Tunaomba usubscribe huduma zetu ili usipitwe na video zinazotolewa kila siku za Jumapili saa 12 jioni. Asante kwa kuangalia video yetu na karibu tena.